Yes. uko aje? Niko poa. Mimi ni Saya. Oh, nimekuwa okay tu nikikuona hivi, nasema tu siku moja nitakufikia, lakini a siku ni leo. Naitwa Waje. Sasa nisaidie tu namba yako.

Hii ni maajabu. Halo ara ara ara, babe, leo umeshika. Najua nilikukasirisha sikukama kwa matanga ya babako, lakini naomba uniwie radi juu nitakam kwa ya mamako. Wallahi aisee, nitakama kwa matanga ya mamako. Naje? Kwani kwa nini unajua? Sasa huyu dem alikasirika juu sikuenda kwa matanga ya mamake ya babake, but lakini lazima niende ya mamake. Niko na idea. Kwani unimwendea aje? Unajua, unafaa ufanya hivi, muende umuombe, mkopeshe akukopeshe pesa, alafu baadaye atakuja kukudai. Oh, niende ni mkope, sindio? isehemu si akikupea pesa sio? Yeah. Baadaye akikuja atakudai sinasikia. Yeah. Enda sinasikia, enda wazi, unafaa ukuwe raisi rahisi, hiyo ndio inaitwa

Namba yako namba. Hmm, iko sawa, itatoa saa ya okay. Imeingia. Hey, iko sawa santi. Sawa, lakini utanirudishia nikirudi, juu iko na nini, ni ilikuwa kwa plani nyingine, but sasa juu ni shida, imebidi nikupe, unajuzia. Hey, kesho lazima nirudishe. Okay. So, sawa na Kindiki alipita na demu ya rigidi. Nilimwambia, nilimkopesha do yangu hadi wale. Atanirudishia pesa leo, tutajua Hey, sasani ni nini hapo? We nakudai, nakudai. Ninini unanikujia mini pesa yangu nadai? Kwanza ka kanya... nadai pesa yangu yangu, si unajua pe, pe, si unajua ungefaa suna unipee pesa yangu lini? kwanza iko kwa, kwa nyumba, nyumba. Mimi nataka pesa kwa nyumbana, ni simu mrembo, unajua hiyo pesa nilimkopesha alini? Unaongea hapa, ulikuwa unajua nilimpea alini pesa. Twende tu kwa nyumba nikupatie pesa kwako bin... ni mbali ah, si mbali, ni hapa tu hivi, utapanda hivo tupige hiyo kona, kwa hiyo kona ingine hiyo. Sasa hapa, twende unipe pesa yangu. Kei ni jamaa mpuzi kabisa.